Tunaingia katika sehemu hii ya mjadala na leo hii kama alivyokudokeza mwanzoni tunaitazama ziara ya Rais Donald Trump wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Anaendelea na ziara yake hiyo akiwa ni kituo cha cha mwisho leo cha ziara hiyo katika uh, Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kuzitembelea Saudi Arabia na Qatar ambako alisaini mikataba kadhaa ya uwekezaji na mataifa hayo tajiri ya Ghuba. Ziara ya Trump ya siku nne ni ya kwanza kubwa ya kimataifa kuifanya tangu alipoingia madarakani katika muhula wake huu wa pili. Ni ziara inayofanyika wakati Mashariki ya Kati ikikabiliwa na migogoro Yemen, ukanda wa Gaza ambako Israel, mshirika mkubwa wa Marekani, imeendelea kufanya mashambulizi, mauaji na kuzuia misaada ya chakula kwa watu wa Gaza. E, mjadala huu msikilizaji, unaimulika ziara hiyo na yaliyojitokeza. Wataalamu wetu hapa studio niliyowaalika ni Profesa David Monda ukiwa huko Marekani. Natumai profesa Monda upo nasi na unatusikia vizuri kabisa. nipo sawa, kama kahawa na sahani. Karibu sana na studio hapa. Upande wa pili kule yupo mwenzangu Josephat Charo ambaye amekuwa akimulikia mulikia ziara hii, ambaye tutashirikiana pamoja profesa Monda katika kuyatazama yaliyojiri kwenye ziara hii. Karibuni nyote na msikilizaji pia wewe eh, na kusihi usiondoki hapo, kuwa nasi kwenye mjadala huu. Profesa Monda, nianze kwako kwa moja kwa moja. Najiuliza tu, na hili swali limekuwa likiulizwa na watu wengi tu, kwa nini Saudi Arabia inakuwa ndio chaguo la kwanza kabisa la Rais Trump katika ziara yake ya kwanza kubwa ya kimataifa eh? kwa sababu za nyingi tu za kidiplomasia Uh, za uh, ushirikiano wa uh, kiusalama na pia sababu za kiuchumi uh, ndiposa uh, Saudi Arabia inaangaziwa uh, kwa masuala ya kidiplomasia. ki Tunajua uh, Donald Trump amekuwa akijaribu juu chini uh, kuiweka Saudi Arabia uh, iwe mojawapo ya mataifa yaliyo piga saini makubaliano ya kiusalama eh, na amani na Israel yaani uh, Abraham Accords eh, eh. Kwa hivyo Saudi Arabia ni dola muhimu kwa swali, swala hilo. Masuala ya kiusalama, Saudi Arabia pia inaangaziwa kwa kuweza kudhibiti hiki kikundi cha Wahusi kule Yemen kwa mfano na pia eh, kuibana Iran na mwelekeo wa Iran mashariki ya kati, lakini pia eh, kwa masuala ya kiuchumi eh, kwa sababu eh, ya uzalishaji mkubwa wa ma mafuta ghafi eh, soko za kisa Saudi Arabia ipo uzalishaji hmm, wa mafuta ghafi. Kwa hivyo Saudi Arabia ni dola muhimu sana kwa uh, Donald Trump na Marekani kwa ujumla na usalama wa Mashariki ya Kati. Ni kweli, Profesa Monda, hayo uliyoyazungumza lakini tukiangalia hili swala la kidiplomasia kiasi kama ulivyolitaja lilikuwa ni muhimu ambalo limekuwa likitarajiwa kugubika ziara hii, lakini kwa kiasi fulani imeonekana kama hili swala halikuchukua nafasi kubwa vile ilivyotegemewa. E, pengine hasa katika swala hili la Gaza kwa sababu mashambulio kule ya Israel yamekuwa yakiendelea. E, Muhamed bin Salman ilitegemewa angemshinikiza Trump kuitaka Israel pengine iache mashambulizi haya kwa Wapalestina, lakini halikupewa uzito sana kwa, kwa nini unadhani? Eh, suala la kidiplomasia lipo lakini kusema kweli eh, Israel na eh, uh, ile miundombinu ya, ya amani kati ya Wapalestina na Israel. Eh, haijagusiwa na ndiposa tunaona kwa mkondo huu wa Donald Trump haielekei Israel. Na sababu uh, na kisa na maana ni kwamba Saudi Arabia eh, ilikuwa inasema ya kwamba iki, iki, iki, iki, ikiwa Marekani inataka kuishirikisha kwa makubaliano ya amani na Israel, lazima Israel eh, ikubali ya kwamba kuwe na, eh, na dola Eh, huru ya Wapalestina na hilo ndilo jambo ambalo limezua balaa, kwa sababu ya mrengo wa kulia siasa kali za mrengo wa kulia eh, za serikali hii ya Benjamin Netanyahu. Kwa hivyo eh, jambo hilo la Israel na Wapalestina limewekwa kando, na ndiposa wanaangazia masuala mengine ya kidiplomasia, kwa mfano eh, ushirikiano wa kujaribu kuiunda eh, tena serikali ya Siria. Tumeona Ahmed uh, Alsharaf. Tutakuja huko. Profesa Monda, naomba ni muite Charu, katika hili umelizungumzia suala la Abraham Acod na tunafahamu kwamba kitu muhimu kabisa kwa Trump na Marekani kwa ujumla wake ni kutaka kujaribu kuona kwamba Saudi Arabia nayo inakuja kujiunga katika kuwa na mahusiano ya kidiplomasia eh, na Israel. Saudi Arabia imekuwa ikisuasua kwa muda mrefu, hili suala ha, haikubaliani nalo kutokana na kinachoendelea Gaza. E, sijui kutokana na ziara hii unafikiri Muhammad bin Salman atakuja kulegeza msimamo apa, apa, nasi, na, si, na, na, na, na kuingia kwenye mataifa mengine yaliyoshirikiana katika kuitambua Israel ku... Naku... Si, si leo si kesho mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo uh, bin Salman alimkaribisha Trump katika uh, ule uwanja wa ndege alivyomsalimia eh, walivyokuwa maanake wanaangaliana nikajua hawa ni marafiki wa karibu sana, na bin Salman hangetaka wakati kama huu kuvuruga yale ambayo anataka kuyafanya, na uwekezaji mkubwa wa dola bilioni mia sita uh, nchini Marekani. Kwa hiyo kwa wakati kama huu, nafikiri maslahi ya Saudi Arabia yamekaa zaidi katika kujenga na kuimarisha mashirikiano kati ya Saudi Arabia na Marekani kwa upande wa uchumi zaidi na mambo ya uwekezaji. Sasa hili ni kaa la moto Israeli, katika hapa sidhani kama ni suala ambalo litapewa uzito, na ukiangalia haiba yake, Bin Salman hana nguvu wala mbavu za kumwambia Trump fanya hiki fanya hiki kuhusu swala la Gaza. Umetaja mm, hicho cha kupokelewa vizuri na Mohamed Salman. Maswali yamekuwa mengi hapa. Trump na bin Salman, kwa nini anampenda sana e, bin Salman? Kuna mashaka ambayo wademokrat wamekuwa wakiyazungumzia Marekani kwamba e, pamoja na makubaliano, mfano mikataba iliyotiwa saini ya uwekezaji ni kitu kizuri, lakini wanahisi yapo maslahi zaidi kwa bwana Trump kuelekea Saudi Arabia. Unajua, ukiwa na fedha nyingi hata mipaka ambayo inakuwa imefungwa mm, itafunguliwa kwako. Kwa hiyo hapa ninachoona mimi, Trump anakwenda Saudi Arabia na mikono miwili, mkono mmoja umeibeba Marekani na mkono mwingine maslahi yake Hame, binafsi amejibeba yeye mwenyewe na mambo yake na maslahi yake ya binafsi mm, Bin Salman na yeye vile vile yuko kwa wametulia Saudi Arabia. Sasa hivi inapata nguvu na tumeshuhudia viongozi wengine pia wa mataifa mengine wakikimbilia Saudi Arabia katika masuala ya diplomasia, viongozi wa Kongo na, na Rwanda tumewaona wana huko wanakimbilia huko kujaribu kutatua migogoro yao. Saudi Arabia inaanza kushika kasi na kupata nguvu, lakini pia fedha ziko nyingi, kwa hiyo ile nguvu ya hawishi nayo inaongezeka. Sasa ule usuhuba uliopo kati ya Trump na Bin Salman, zaidi zaidi, mimi ninauona umeshawishiwa ama unasukumwa na zile nguvu zile za zile fedha na mikataba ya kibiashara zaidi, na maslahi yao ya kibinafsi na nchi zao. Profesa Monda, ulitaja mwanzo kabisa hapo swala la Ahmed Shara kukutana moja kwa moja na bwana Trump, na hili limezusha mjadala sana ha, huko kwenu Marekani na hata kimataifa. Watu wanamtazama kwa jicho kidogo la wasiwasi Ahmed Shara bado, lakini Trump anaonekana pamoja na kukutana naye baadaye alimsifu sana eh, Ahmed al-Sharaa Sote tunamfahamu wapi wapi anatokea Ahmad Sharah kabla ya kuwa kiongozi ambaye anaanza kukubaliwa na nchi za Magharibi. Ndani ya Siria alikuwa ni kiongozi ambaye anaongoza kundi la waasi, lakini vile vile linaloshirikiana na Alqaida. Wamepambana Iraq kupambana pamoja na kuwapiga viko, ku, ku, ku vita vikosi vya Marekani ndani ya Iraq. Mtu anajiuliza, kwa nini unafikiri Trump anamkubali Shara? na ame onekana kama yuko tayari kufanya kazi naye eh, ni kwa sababu ya masuala ya kiuchumi na masuala ya kidiplomasia na masuala pia eh, ya, ya kiusalama. Tusahau ya kwamba eh, serikali hii ya Ahmed Sharaf eh, limeundwa hivi karibuni na ni serikali dhaifu. Kwa hivyo eh, madhumuni ya Donald Trump kuitambua na kumtambua eh, Ahmed al eh, Sharaf ni kusema kwamba eh, anataka kuiongezea eh, nguvu za kidiplomasia na tena usaidizi wa kiuchumi eh, kuziweka kando vile vikwazo vya kiuchumi ambavyo vilikuwa vikibana eh, ja, ah, familia ya, ya, ya Assad lakini pia kumalizia tusa ya kwamba uh, serikali hii mpya ya Siria imeweza kupunguza uh, ule ushawishi wa, wa Urusi uh, serikali ya, muda, ya Syria na ne, pia Iran ni kukate hapo. Uh, Profesa Monda, Monda, muda wetu naambiwa umekwisha, lakini naomba nimuulize Charo swali fupi kwa majibu mafupi kabisa kuhusiana na hivi vikwazo ambavyo Trump ameahidi anavyoondoa kwa Siria vitawapa matumaini gani au vinatoa matumaini gani? Gala muue lakini haki yake umpe. E, kongole kwa Trump kwa hatua ambayo ameifanya, hii inastahili pongezi kabisa na matumaini bila shaka kwa Syria wote ambao mioyo yao e, imekongwa na hatua ya Trump. Nadhani sasa hivi e, matumaini yamechomoza Syria, lakini kama Trump kweli anaweza kufanya hivyo kwa upande wa Syria Hebu sasa afanye kitu kama hicho kwa Wapalestina ndo nijue kweli kwamba yeye ameshaingia na anataka kweli kusuluhisha matatizo katika Mashariki ya Kati na kuleta mabadiliko. Asante sana Josephat Charo. Profesa Monda, asante sana kwa ushiriki wako katika mjadala huu. Tumefikia mwisho, msikilizaji, na asante hata wewe kwa kutufuatilia kwenye mjadala huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kuwa nasi.